Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uh, mimi naitwa Amiri Mkalipa, mkuu wa wilaya ya Rumeru. Kwanza tunamshukuru Daktari Mama Samia Suluhu Hassan kwa Mama Samia Legal Aid Campaign. kampeni hii ina lengo la kuwasaidia Watanzania kisheria, na malengo haya ili yatimie, eh, wameona kwenye wilaya yetu ya Rumeru watenge siku kumi, halmashauri ya Arusha DC siku kumi, na Meru DC siku kumi na leo tunazindua kwenye kata ya Malula. Nyinyi waandishi wa habari, mtaona namna ya wananchi walivyojitokeza wengi kwa ajili ya kutatua changamoto zao ambazo zinawakabili uh, Ninachofurahi wananchi wameitika, na uh, tunaishukuru hii kampeni, imeleta wanasheria wabobevu wa masuala haya yanayohusu mirathi, migogoro ya ardhi, uh, dhulma mbalimbali mbali ambazo zimeweza kutokea, lakini kuna waliokwenda mahakamani na wakafika kati Uh, lakini pia kuna kesi za mirathi, kesi za ndoa. Uh, ukiacha elimu iliyotolewa na wanasheria bobevu kupitia Wizara ya Katiba na Sheria kwa vipindi vilivyoandaliwa, lakini kuwepo kwa wanasheria ambao wanaweza kuzisaidia kesi hizi na kutatua kesi ambazo zimesemwa. Mimi mwenyewe kama mkuu wa wilaya nimefurahi kuona uh, mchanganuo ule na utengemano huu mkubwa. Lakini pia na kuendelea kuwatia moyo katika siku kumi hizi za kazi za kusikiliza kesi hizi. Kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Kuna watu wasingekuwa na uwezo wa kuendelea na kesi, lakini kupitia Mama Samia imeleta mawakili bora, wametengenezewa uwezo wa kuweza kwenda kufungua kesi aidha kwenye mahakama ya juu, aidha kukazia hukumu, aidha kuendelea kuomba mchakato wa kimahakama uendelee. Kwa hiyo tunamshukuru Daktari Mama Samia Suluhu Hassan kwa maono yake, mtazamo wake na uwezeshaji huu na maelekezo yake juu ya katiba, ya wizara ya katiba na sheria. Lakini pia tunamshukuru Daktari Damas Ndumbalo, mbunge wa Songea Mjini na waziri wa katiba na sheria kwa namna anavyotafsiri maelekezo ya serikali ili kuwatendea haki wa Tanzania. Na wiki hii kuanzia Ijumaa na leo tumezindua leo uh, wilaya ya Arumeru. Basi, kwa sababu leo ni siku ya Idi niwatakie Idi Mubarak. Sio tu inatusaidia sisi wakuu wa wilaya kupunguza, inatusaidia sana kwa sababu watu wengi pale utaona wengi na wafahamu, lakini jambo likiwa kwenye mahakama sisi watu wa executive kwa maana administration hatuwezi kuliingilia jambo likiwa mahakamani, lakini kupitia hii, hii, hii, hii program au hii campaign inasaidia kumwezesha mwananchi namna ya kwenda mahakamani na kufikisha kufikia malengo ya kupata haki yake. Sasa sisemi inasaidia, lakini niseme ni msaada mkubwa kwenye ofisi zetu, kwa sababu mambo mengi yaliyo kwenye mahakama sisi yana ukomo wake, lakini kupitia Mama Samia Legal Aid Campaign imejumuisha wanasheria, na huo ukomo nadhani utakwenda zaidi na zaidi na zaidi, ili kuwatatulia changamoto kuwatatulia changamoto hawa ndugu zetu. Kwa hiyo mimi niseme, sisi kama wakuu wa wilaya au mimi mkuu wa wilaya, kwa mfano leo, nimepata relief. Kesi nyingi nimeziona zilizokuja wilayani kwangu ambazo zina mfumo wa kisheria, nyingi zime, zimepata mwelekeo mzuri wa kwenda kufika mwisho. Kwa hiyo tunapata msaada mkubwa sana, na tunalizamani jambo hili lisiwe siku kumi, liwe endelevu. Kwa sisi tunatamani liwe endelevu jambo hili, siku kumi kwanza si chache kama wenye matatizo, kwa sababu hii Mama Samia Legal Aid Campaign inazunguka kwenye wilaya hii kwenye kata kumi, siku kumi zinaweza zisitoshe. Tutamwomba Mheshimiwa Waziri na yeye atamwomba Mheshimiwa Rais akiridhia, tunajua hii ni awamu ya kwanza itakuja phase 2. Lakini siku kumi hizi tunaamini ni siku kumi za kuondoa unyonge, siku kumi za kutamalakisha haki katika maeneo yetu haziwezi kutosha, lakini tunaamini zitasaidia pakubwa sana hizi siku kumi. Na niwapongeze kwa kazi kubwa pia nyinyi wanahabari kwa kuwabatisha na kuwahabarisha Watanzania na Wanaarumeru. Leo Wanaarumeru wameitika na changamoto zao hapa, tutaomba huko baadaye. Lakini asiyeshukuru kidogo hawezi kushukuru kwa kingi, tunamshukuru Daktari Mama Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa waziri mbunge kwa hizi siku kumi tulizozipata si haba, tutazitumia vizuri kwenye wilaya yetu ya Arumeru.